Hodi jirani. Karibu. Saizi szamani nilikuwa na shida na chumba, kama naweza nikapata iza chumba maeneo haya au ukanisaidia vyumba hmm? Sahizi ni changamoto sana ndio, ndio maana nimekufuata we, kama mwenyeji ili uweze kunisaidia kupata hapa maeneo haya shida maana mwenye hapa, nilikuwa na shida na pesa kweli. Ndio, kama inawezekana, uko tayari wewe nilipe tu hiyo hela? Utaauutakuja, utakuja tuishi wote hapo? Ah mm. tuishi wawili? Ndio, yani tuishi mimi na wewe? Jamani, ndio, kwani kuna shida? Sio hiyo hela jirani, naweza nikakupa sasa hivi. Sawa, naishi mimi na wewe Shingapi? au echukua zote, tuchukua zote, sinaishi mimi na wewe. Haina shida. Eh bwana, utachukua zote bwana <laughs> nakushukuru jirani. Haya. Sasa mimi na, nafuata bajaji. Ni e, kidogo nilete nini vyombo vyanguii, naishi wawili Eh. Asante, nakushukuru sana na nakushukuru dadamu.